Na viongozi wa kaunti ya Garissa wamewaonya wazazi walio na watoto walemavu kukoma kuwaficha nyumbani. Wakizungumza wakati wa kuadhimisha siku ya walemavu ulimwenguni, gavana wa kaunti hiyo Nadif Jama amesema kaunti imebuni njia mbalimbali mbali za kuajiri walemavu kando na kutoa vifaa vya kuwasaidia kujitegemea wenyewe. Kamishna wa kaunti hiyo Ramadhan Mabudzo aliwahimiza walemavu kushiriki kamilifu katika jamii kwa kutuma maombi kwenye idara mbalimbali mbali za serikali ili kupata zabuni zilizotengewa walemavu unapokuwa unaona fedheha au aibu kwa kuweza kuyaweka mbele maumbile ya yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amempa, basi wewe una udhaifu wa imani na kidogo kuna shida katika fikra zako. Kwa hivyo katika familia, tunataka kusema kwamba hebu tuwaunge mkono wale wenzetu ambao wame wana mahitaji maalum. This is among the few counties probably the only county which has a dedicated um, um, department for persons with disabilities na hiyo hakika mimi ni furaha kubwa kwangu kwamba niko na chief of staff and a whole department that is attending to this very very important community in our society